Sadaka Allahu ladzim al, twaendelea na silsila ya mihadhara ya vita kati ya mola Allah jalla jalalu na Ibilisi Shaitan alayhi la'inullah la laainullah. E, leo tumefika kipindi ki cha mambo mawili lakini tutaeleza moja alafu tutafuatia la pili. La kwanza ni kwamba haya tulioisoma mwanzo, Mola Subhanahu wa Taala atuambia wala takrabu zina, msikurubie zina. Kwa nini msikurubie zinaa? Inahu kana fahishatan, ni kitu kibaya kichafu chenye kuchafua mazingira chenye kuf, kuhet, kuleta ufisadi katika ardhi wasaa sabila na njia, njia mbaya, yaani ni njia ambayo ina hayawani wabaya, kuna kina simba kina fisi kina, yani mbwa mwitu, na wengine hayawani wabaya. Kuna ma, ma, ma snake wabaya wabaya, na kila kina tutakakuwataja kina kobra kina nani, wasaasabila. Kwa hivyo ni njia mbaya tunaoifuata, lao tutafanya kitendo hicho cha zinaa, waliyadhu billahi min dhalika. Zinaa Mola atuambia tusiikurubie, shetani atuambia ni kitu kizuri na zinaa tutaigawanya sehemu tatu. Kuna zinaa iliyofanyika kabla ya kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wasallam, alafu kuna zinaa e, wakati kutoka kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mpaka hivi leo tulionayo, kisha kuna zinaa kwamba ni alama ya Kiyama. Kwa hivyo tumeigawanya sehemu tatu zinaa ni kitu chapigwa vita sana na Mola Subhana wataala Taala, akatwambia wala takrabu, yani hata hakutwambia la taznu musikurubie, yaani ina maana zile njia zake zote musizikurubie, mkiikurubia. Faman hama haula lhima yushi kwenye kafi, mwenye kulisha hayawani wake, au mwenye kukurubia kitendo cha zinaa, ni haraka kuingia katika zinaa. Na jambo lolote baya ukilikurubia, huwa uko karibu sasa ikiwa Mola ameitoa picha hiyo, akatuambia ni kitendo kibaya na njia yake tunaoifuata ni mbaya. Kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wa aalihi wa sahbihi wasallam, wa ilikuwako zinaa mahduda, yaani zinaa kidogo sana. Ilikuwa zinaa watu wakifanya kwa siri sana, kwa sehemu ya kwamba mtu, yani anahakika kwamba hakuonekana isipokuwa pengine ni, ni jambo ambalo halinabudi yule mwenye kuona awe ameliona. Dalili dalili ni mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremshiwa ile aya kuhusu wanawake, wala yaznin wama yafal dhalika siui mpaka mwisho, wala yaktulna uladahunna e, wala yaznin wama yafal dhalika yalqa thama isho yudhaafu laha ladhabu, mpaka Mola alivotwambia. Lakini kwa ufupi, alipoambiwa, Mtume alipoambiwa, yayuha ya yuha ya yuha rasul ya yuha nabiyu idha jaaka almu'minatu muhajiratin famtahinuhunna, akaendelea. Kisha ndo akaambiwa hiyo wala yaznun, e, wasizini. Pia yani, watukue ahadi kwamba wasizini. Sidatuna hind Hindu bintu Utba akanyanyua sauti yake pale pale mbele ya Mtume baada ya kuisoma hiyo, hizo aya akasema: awatazni alhurra, big question mark, sehemu eh, ya, ya wanaume, sehemu ya, ya watu wengi hadhara, ambayo kwamba yani, ni kama jambo kubwa amelifanya Hindu. Tuchukue ile picha kwamba ameuliza mbele mtu ya Mtume, na si peke yake Mtume wako wanaume na wanawake na mume wake yuko hapo na wengine wako hapo akasema awatazni alhurra ilipotajwa wala yaktulna auladahunna na wasiue watoto wao akasema <laughs> rabbainahum sighara fakataltumuhum kibara tuyaache makusudi yake tuache malengo yake yani sisi ndo tuliwalea hawa watoto walipokuwa wadogo nyinyi ndo mmewaua walipokuwa wakubwa ana, ana tageti yake ana lengo lake allahu alam amekusudia nini lakini hili letu tutakalo sisi ni awatazni alhurra. Je, mwanamke muungwana anaweza kuzini? Ina maana ni question mark kubwa. Hata kama walikuwa wakizini wanawake labda ni wa, vijakazi au wanauzini wanaume, ni wanaume ambao wamepita mipaka katika ubaya na mfano wake, na alikuwa wachache. Hiyo ni picha ya kwanza. Na katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pengine waliofanya zinaa ni wanawake wawili watatu na wanaume wanne watano wakati wa Mtume. Kwa hivyo ina maana hili jambo lilikuwa liko wakati wa jahilia, manake hata si wakati wa Mtume, wakati wa jahilia lilikuwa liko, lakini lilikuwa lina kipimo maalum. Baada ya kuja Mtume ni hivyo tulivyoeleza kwamba ilikuwa na hadi na mipaka, haikuendelea sana. Sasa baada ya kufariki Mtume, baada ya kufariki Al-Khulafa ar Rashiduna, wale makhalifa wema ndo ikaanza anasa na, na serikali ya Kiislamu kupanuka, zinaa ikawa imefunguliwa sehemu mbalimbali mbali. Kuna sehemu za anasa, kuna makasino, kuna sehemu za ulevi. Mpaka leo Saudia imetuwekea sehemu maalumu na imeamua yani ku, ku, kueneza uchafu, dola za galfu zimechangia. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwamba kiama kikikurubia, yani kila kikikurubia kiama, zinaa itazidi. Na tutapenda tuzisome hizo hadithi, ili kila hadithi na uzito wake tupate kuzielewa na kuelewa umuhimu wa hili jambo, ili tulihifadhi na tujue kwamba tujitayarisha vibaya na tuenda vibaya. Mtu pengine anaweza kuuliza, basi, kama Mtume amesema, si ni jambo hilo lazima, Mungu amelipanga hili. Ndio jawabu ambalo tutaka tulijibu mwanzo, kabla hatujazisoma hizo hadithi. Ikiwa mtume amebainisha kwamba akhiru zaman zinaa itaenea na ikienea, ndo kutapatikana jambo fulani, si ni jambo ni kadari. Hiyo ni kadari ya mola, ni kadha ya mola na kadari yake. Naam, iko katika kadhaa na kadar. Kila linalopitika katika ulimwengu, kila lililoko ulimwenguni, iko katika kadhaa kadhaahu Allah. Mola ashahukumu na ameikadiria namna alivyohukumu kile kitu, lakini nini maana ya qadar? Nini maana ya qadaa na qadar? Al qadaa wal qadar ni vile ulivyo wewe, Mola ameksha kupangia wewe, unania ya kuua, nia, nia ndani ya moyo wako na, na makusudi yako, target yako. Mola akiwataka jambo liwe ndio qadarahu wa qadaa, ikiwa atakaliwe baada ya kukua wewe, ulikua unania hiyo, na Mola akujua kabla hata hujazaliwa, kabla haja kuumba Ajua kiumbe huyu atakuwa mwema, kiumbe huyu atakuwa mbaya. Kwa hivyo akaku, akakuumbia uwezo ile, ile silaha unaoitumia katika kufanyia zinaa. Mola amekupa uwezo fanya. Fa amma man ata wattaka, nataka nieleze vizuri hapa hiki kifungo, alafu tuingie katika target yetu. Fa amma man ata wattaka wa saddaka bilhusna fasanuyassiruhu lilyusra, yeyote mwenye mwenye kumcha Mola, mwenye kujikinga na mambo mabaya. fa man, man, mwenye kutoa kutoa chochote kizuri, kutoa mali, kutoa akili, kutoa fikra, kutoa msada, kutoa nguvu yako, kutoa ushauri wako. Wataka na akawa na takwa, yani akaepuka mabaya akatenda mema. Yale mema hakuyaacha, Mola ameamrisha; mabaya ameyaepuka, kwa sababu Mola ameakataza. Wasadaka bilhusna, akaamini kiama, akaamini kuna pepo

yaani kutumikia e, nguvu yake kumshukuru Mola kutoa pia kutoa kama ni mali, kutoa ushauri, bukhli ni yote e, fa wa amma man bakhila wastaghna, akajitosheleza kajikwasia kwamba inna li indahu lalhusna, mimi nina, nina mali nina watoto nina e, bodyguard nina mamilioni na mapalas ndohoyo. wa amma man istaghna wa kadhaba wa amma man istaghna faama man ata wattaka wasaddaka bilhusna, fasanuyasiruhu lilyusra. Waama man istaghna wakadhaba bilhusna, akayapinga mema yote, ama akapinga kiama pia, akapinga kwamba hakuna hisabu hesabu, fasanuyasiruhu lil usra, tutamwepesishia tutamfanyia wepesi yale mabaya ayatende. Ndio hiyo wa alqadha walqadar al. Kwa hivyo nia ya yako na matakwa yako ndio Mola subhanahu wa ta'ala, hukuwafikia akiwataka jambo liwe Narudia tena aya nyingine, Mola asema wama tashauna illa an yasha Allah, hamwezi kutaka jambo kulifanya na mukalifanya ila awe Mola ametaka. Mfano mmoja tu, ile Al-Kaaba wakati ule mfalme wa Yemen alipokuwa ataka kuivunja, Mola alikuwa hataki ivunjike. Kwa hivyo yeye ndo ametaka, na Mola akamkosesha uwezo. Ndio hiyo al-qadha wal-qadar. Wa lakini wakati wa serikali ya Yazid bin Muawiya ilipopigwa manjanik mabomu haya na Waislamu wakaipiga Alkaba, wakaivunja. Wao wametaka kufanya na Mola amewaspesishia ili wafanye ule ubaya wapate kutangana ule ubaya wao, ndo maana alqadha walqadar. Na alqadha walqadar ni elimu ya Mola subhana wa taala kukifahamu kile kitu. Kwa hivyo tunaposomeshwa walimanu bilqadhai bilqadari e bil khairihi wa sharrihi tuelewe hivyo kwamba Mola ashahukumu kwamba wewe utaweza kulifanya ile jambo, kwa sababu unao nia yako ya kufanya na amekikadiria namna ya kuweza uwezo wako kufanya ile jambo, amekuwezesha hiyo. Ndio picha halisi. Turudi katika mada yetu ya kuenea zina. Nadhani tumeelewa mtu akisema basi sitakuwa ni kadari hiyo. Naam, ni kadari. Kullu saghirin wa kabirin mustatir, kila kidogo kinachofanyika na kikubwa kimeshaandikwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, lakini innamal aamalu binniyat, matendo yote ni nia ya yako na matakwa yako. Ukikurubia zina, na mola naye atakuacha uzini. Ataku, atakupa uwezo. Ikiwa hataki uzini, atakupokonya nguvu ya ile silaha ya kutumia zina, hata miguu ya kutembea atakwambia usende. Hiyo yaitwa ishma na kuhifadhiwa na mola Subhanahu wa Ta'ala. Nadhani na picha imetoka wazi. Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam atwambia akhiru zaman vita vikubwa vitakavyokuweko va ibilisi na, na Allah ni zina. Ibilisi yaamuru bil fahsha, na Mola yad'u ila al janna, awalingania watu wake au waja wake <coughs> kwenda peponi ama kufanya mema, kufanya matendo mema. E, hadithi ya kwanza ni hadithi zote sahihi tutaweza kuzisoma, lakini hadithi ya kwanza e, tutaanza na hadithi ya Sayyidina Anas bin Malik radhiallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik apokea hadithi hii inaofuatia kuwa vita vikubwa akhiru zaman, kwa sababu watu imani zao zitakuwa dhaifu, itakuwa ni zina, intisharu zina Yani kuenea zina. Tumesoma nyuma hadithi tukasema, layazni zani hina yazni wa huwa muminun, hawezi kufanya kitendo cha zinaa pale anapofanya kitendo cha zinaa yule mja na yeye akawa na imani kamili. Tukataja na hadithi nyingine pia kwamba anapozini mwenye kuzini iwaivua ile imani kama mmoja wenu anapovua kanzu yake au shati lake au filana yake. Kanzu imetajwa kwa sababu ni aghalabia, si lazima wenye kuvaa kuvaa kanzu tu ndo upo kwenye imani hapana. Ni kila muumini upo kwenye imani. Kwa sababu hiyo, anasi atuambia, qala rasulu llahi sallallahu alayhi wa alihi wasabi wasallam, mtume wetu asema, inna min ashrati saa, miongoni mwa dalili za kukurubia kiama. Akataja mambo kadhaa, kisha akasema, wayadhharu zina wayadhharu zina, itakuwa wazi zina Yani, zina itakuwa watu hata hawajali; yani vile limit ilipofikia. Riwaya nyingine tuambia wayakthuru zina, zina itakuwa nyingi. Riwaya moja asema yadhharu, itadhihiri badala ya kujifita. Kama tulivyosema nyuma, ilikuwa watu wakijifita, lakini wakati huo kiyama kikurudia, itadhihiri wazi wazi zina. Riwaya nyingine yakthuru zina, riwaya nyingine yafshu zina, fushun kuenea. Kwa hivyo kuna kudhihiri, kuna kukithirika kuna kuenea. Ina maana tutasema pengine katika nyumba kumi, nane ama saba zaendelea na zina, waliyadhu billahi min dhalika, na hilo tutalithibitisha insha Allah taala, kwa research ile iliyofanyika Amerika, manake tukisema sisi Waislamu tutaambiwa, yani, twasema uongo, lakini imefanywa na wasukuo Waislamu wakathibitisha kuhusu jambo hilo. Hadithi nyingine imepokewa na Abi Malik al-Ash'ari. Atuambia alimsikia mtume sallallahu alaihi wa sallam yeye mwenyewe akisema la yakunanna fi ummati aqwamun, wallahi watakuwako katika umati wangu watu, naudhu billahi min dhalika wa nasallallahu wa salaama. Watakuwa watu katika umati wangu wale waliotawaliwa naah, na brainwash na saikolojia na, na, wo na, ya ibilisi ya shetani, watakuwako wafanya nini? yastahiluna alhira walhariri, watakuwa wamehalalisha kabisa uchi au tupu au ao... taja lingine lolote utakalo, lakini watahalalisha kwamba uchi wake si haramu kwa chochote. Walhariri, na kuvaa hariri waziwazi. Nadhani twayaona mambo ya hariri, wale wakubwa wakubwa, mabosi mabosi, mpaka dhahabu pia, watu wavaa, wanaume wavaa dhahabu, tena wadai ni Waislamu. Yako hayo. Hiyo ni hadithi ya pili, ambayo yatuelezea kwamba kwa sababu imani za watu zitapungua, ibilisi atashinda vita, atashinda vita vya kusisitiza zina. Hadithi nyingine ya tatu atuambia e, la yakunanna fi ummati aqwamun ya yastahiluna alhira alhira, yani tukiitia kasiri he ni, ni uchian na hariri, ndo hiyo. Hariri nyingine ya nne E, wafi akhiri zaman e, bada, yani takuwa waumini wamepungua wamebakia watu ambao kwamba imani zao ni dhaifu. Alimamu Ibnulqayim Aljauzia tuambia dhuhuru zina min amarati kharabi lalam, kudhihiri zinaa ni katika alama za kubomoka, yani kuharibika. Kharab si twasema kule kwetu gofu, yani ulimwengu kwa gofu kwa maana ulimwengu kuwa haukustawi tena. Kwa hivyo kudhihiri zina au kukithirika zina au kuenea zina ni katika alama za kuharibika, yani ulimwengu wenyewe wote kwa jumla. Kisha akatwambia alimamu Ibnul Qayyim akatuambia, wa huwa min ashratu saa, hiyo pia ni katika alama za kiyama. Mwanzo ni katika alama za kumalizika kuharibika ulimwengu kuwa ndarandara yani, kuwa ovyo kabisa. Kisha pia ni alama za za kiyama, wakad jarat sunnatullahi, na ishahukumu kadha ya Mwenyezi Mungu ishapitisha mwendo wa Mwenyezi Mungu, nini fi khalqihi, katika viumbe vyake, annahu inda dhuhuri zina, ikidhihiri kweli hiyo zina, madha yakunu yaghdhabu llahu subhanahu wa taala wa yashtaddu ghadhabuhu, mola atakasirika na hasira yake itakuwa kubwa. Takuomba mola wetu hifadhi nyuti zetu, hifadhi imani yetu, ya Rabbi, tuhifadhie nafsi zetu na ndugu zetu waislamu na wasokua waislamu, kwa sababu hata wasokwa waislamu waowana ni, ni nukta muhimu nataka kuieleza pia kifikri. Lau wasokwa waislamu ikiwa ni mkristo ni asiyekuwa na dini ni myahudi ni mwingine, wao walikuwa wameoana kule kwao kwa, kwa sheria zao, kisha wakaislimu wakaislimu hawaambiwi ngoja tuwaozeshe tena upya hapana. Wataendelea na ndoa yao kama kawaida. Kwa hivyo yughtafaru fil istimrar ama fil dawami ma la yughtafaru fil ibtidai. Lau muislamu atakufanya hivyo kimila ya kwao haitaswihi ndoa, lakini asiyokuwa muislamu kule kwao alikuwa wao hesabu ni ndoa, wataendelea na ndoa yao. Na kinyume cha hapo, akaislimu mmoja mwingine asiislimu, sheria ki ya kiislamu yasema hivi, ataambiwa yule mume au yule mke ambaye ameislimu, aepukane na yule bwanake yule, aliyokuwa bwanake, kwa muda ambao yule mwanamke lao ameachwa, atakaa eda, tohara tatu kwa madhahabi yetu, hedhi tatu kwa madhahabi ya Malik na wengine. Ataambiwa subiri ukimalizika yule muda. Mathalan, kuna Paulo na, na, na Malika wameoana, hawa katika nje ya Uislamu, kisha u Paulo akaislimu, Malika akawa bado hajaislimu wa Tutamwambia huyu Paulo akae mbali na Malika, bado hatujahesabu kwamba ni mke ama si mke. Ukipita muda ambao mwanamke aliyeachwa katika Uislamu wakaa eda ukamalizika ule muda, itakuwa ndio washaachana automatic. Ni talaka ishapita. Lau hata islimu na ule wa pili kwa muda huu ambao yeye hajamaliza edha, basi atarudi, wataendelea na ndoa yao. Nukta muhimu Manake masala haya pengine yaulizwa sana na wengi. Lau ameislimu kabla ule muda wa kukaa eda mwanamke wa Kiislamu, na yule wa pili naye pia akaislimu, basi wataendelea na ndoa yao ile ile. Lakini lau amemaliza ule muda ambao mwanamke akiachwa yomaliza eda, atabidi amwowe tena upya kwa mahari mapya na idhini ya wali, wali kama ni kadhi, kama itakuwa na baba yake ni Muislamu, ile mwanamke watafungishwa tena ndoa mpya. Nukta muhimu Tumependa kutanabahisha. Kwa hivyo ile haiitwi zina kule kwao, tusiwatusi watu, tusiwadharau watu, tusiwaibishe watu. Na mtoto yeyote aliyezaliwa katika ndoa ya kabla ya Uislamu ama nje ya Uislamu, madamu wote wawili kwa si Uislamu, ndoa yao iko sawa. Ila wakiwa wamechukua mila yao ya kwao, si dini yao, wakawawaishi waka wenyewe hivyo hivyo ovyo wakazaa watoto, hayo ni masala mengine na si siku yake hapa wala si pahali pake. Kwa hivyo zinaa itaenea na inshallah taala, hapa mwanzo tutakoma, alafu tutakamilisha kipindi hichi cha kuenea zinaa na tuta, tutafanywa nini na mola subhanahu wa taala, alafu tueleze na hatari ya watoto wa nje ya zinaa ambao wameenea ulimwenguni, na ni dalili ya kiyama, ni dalili kwamba shetani ameshinda vita. Yani tutahadharini, si furaha, si raha kwenda kumwaga maji yako out of marriage, si furaha kwa mwili wako, biological na physical ya mwili wako haikubali kuishi salama pamoja na zina. Hayo yote insha allahu taala tutayathibitisha, pengine watu wale ambao madhaifu wa imani, angalau wao waamini hao wenye sayansi na wenye biolojia na wenye nini. Lakini mola subhanahu wa taala ametuambia, innahu kana fahisha wa saa sabila, fahisha ni kitu kibaya. Ina maana fuhsh ni, ni, ni mwili wako utaharibika, fikra zako zitaharibika. Hata azina yurithu lfakhra, pia zina yarithisha ufukara. Weweza kuwa milionia, lakini mfaqiri waweza kuwa huna kitu, lakini ni ghanii tajiri. Mwenyezimngu atuwafikie, atujaalie min aladhina yastamiuna alqaula fayatabiuna ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.